Naomba tuone kama wapiga picha wako tayari kuweza kuchukua a, picha hiyo. Leo tumekuwa hapa hivi kwa hafla ya basari ya Joseph Lendrix Waswa, na tumeona imekuwa yenye mafanikio, wanafunzi wamefaidika, na imekuwa basari ya shilingi ya 2.2 million. Nashukuru, na kwa sababu imeingia kuzuia pengo kidogo, kwa sababu kama county government zote Kenya mzima. Serikali ilikuwa imetoa hiyo mambo ya bursary na scholarship, kesi kokotini, na tumekuwa na hiyo uzito sana na wazazi ya kuhakikisha kwamba tumelipia watoto wao school fees. Lakini mheshimiwa Lendrix amekuja wakati ambao unafaa, na at least ametusaidia mahali penye panawezekana. So, my appeal is the national government kwamba hii maneno ya kuleta siasa kati ya bunge na county government kuvutania resources inatakana waache kabisa, kwa sababu tukifanya hivyo wale watoto wa mtu Mkenya wa chini kabisa ndio anaumia. Kama hii kesi yenye imeenda kotini inavutwa kabisa. Ona tumefika muhula inaenda mashule the closing two weeks time. So, naomba tu waache hiyo mngangano na ile kesi pia yenye iko kotini iharakishwe ile watoto wetu wakuje wapate masomo. Siku ya leo tumekusanyika hapa kwa minajili ya kusaidia watoto wetu through our foundation ya Joseph Waswa, na tumeweza e, kusaidia ama kuangalia kusaidia wanafunzi zaidi ya 750. Tumeeza kutembea tume, through our foundation imefanya msasa wa kisawa imetembea kwa hizo mashule zote za West naangalia balance za watoto wetu, wale ambao wana balances kubwa. Tumeweza kupitia kwa uwezo wa foundation tukapata milioni mbili 2.2 milioni, na hizi pesa zote tumelipia hawa watoto wetu bila kuona ubaguzi. So kwangu mimi leo na furaha, najua ya kwamba kule, Mwenyezi Mungu, kule mbinguni Mwenyezi Mungu kwa wale watu wenye amesaidia ameandiko kwa kitabu alisaidia watu yake. Sisi kama foundation na wa ile e, e, watu wote ambao tu, tunafanya kwa foundation na wazaidisi wote wenye ametusaidia kukamilisha kazi hii tunataka kusema ni asante, na ni hayo na tutazidi kufanyia wananchi wetu kazi kulingana na uwezo wetu. E, unajua serikali kuu imetoa pesa ya CDF lakini hata nyinyi wenyewe mmesikia hawa wananchi wakisema ya kwamba CDF yes, hapa Webuye inapatuana kwa wale watu wenye wanajulikana. Kwa hivyo kwa ufupi, hawapatiani hii e, e, e, e, e, e, e basari kiusawa, na tumeona wanafunzi wetu wengi wako nyumbani wamekaa, na vile nilipoanza safari yangu, ilikuwa nazunguka malilio yenye unapata kutoka kwa kina mama na hawa wazazi wote wenye wanakuja hata pale kwangu nyumbani, kila mtu anakuja na ishu ya magonjwa school fees, magonjwa school fees na baa la njaa, ndio tukaona ya kwamba sisi foundation yetu tuingilie nambari moja, tuone vile tunaweza kufukuza njaa. ahivi majuzi tumejaribu vile tunaweza tumenunulia eh, watu wetu mbegu na leo pia nilikuwa nimeahidi hapo awali ya kwamba tutapitia tuangalie milioni mbili na uzuri tena Mungu akatusaidia tukapata milioni mbili laki mbili Basi ndimeweza tusaidia hawa watoto wetu na wazazi wetu, wazazi waende, wanafunzi waende shule na wazazi waweze kupanda mimea. Jambo hilo ningependa kulipiga marufuku kwa sababu hawa MCAs ndio wanajua shida za mwananchi wa kawaida hapo chini kupitia kwa hawa kaza wetu eh, admins. So mimi ningendaspot support, support ya kwamba ya ofisi ya mbunge ipewe basari yake na ofisi ya MCA ipewe basari yake ili waendelea kusaidia wananji. Ile kitu imefanya ya kwamba tumeingilia kusaidia hawa watu wetu we, we, West ni ya kwamba tangu hii tupate uh, our new 2010 tugawa hupate yetu uongozi, wenye tumekuwa nao umekuwa ni uongozi wa kibinafsi. Kimaendeleo hakuna serikali imetoa pesa ya kujenga, kama ni kujenga mashule, hizo ndio kazi tumeona amefanya, na hii ni haki yetu kama wananchi wa Webuye West, kazi hiyo ifanyike. Lakini kimaendeleo na usaidizi ya kuangalia mwananchi wa kawaida, hawa vijana wetu, imekuwa ni ngumu, ni miaka nenda, story ni ile ile, na sisi tunapiga kura tukitaka maendeleo. So katika hali ya kuungana kama vijana, tumesema tunataka mwamko mpya.